Utaki kuja Kongo? Kwa nini? Sasa kuna kitu kimoja. Kwa kitu gani hicho? okay, sito sawa. Sisi tunataka kuja huko Tanzania. Watakuroga. Ina maana kwenu mnaloga? Hii e, ni nani mchawi mkubwa uko kwenu? Ina maana zombi ni mlozi e? Toba. E. Lakini tunataka utuambie. Kitu gani? Eh, hivi ni kweli Diamond kuna kitu anafunga nyumbani kwake? Eh. Ni kitu gani hicho? Zombi. Ina maana anafunga zombi? Eh. Kwa hiyo anaipaka chakula saa ngapi? Saa saba ya usiku. Mbona sisi tumesikia eti hilo zombi linakula watu? Eh. Mbona unaenda kana alikufanya chochote? Mimi nimechaguli Diamond Platinum, habari gani kaka? Habari yetu ni njema bwana Diamond Platinum. Ni sasa. Kwa nini uimbe mashi? Acha uongo. Sisi hatusema uongo. Hebu imba tena tusikie. Amabulu, Amabulu. Umesikia? Kwa chingo pumbavu. Yesu! Unatukana sisi wa Kongo. Mkako waongo de police Zuchu, eh, hivi ni kweli una ujauzito? Unachekesha sana. Hapa hatuchekeshi, hey, maana <laughs> tumeambia una ujauzito. Hatujadanganywa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tunataka utuambie ukweli. Kwa nini hautaki fanya kolabo na kapita? Sitaki. Hautaki? Apana. Kapita. Uwe upo tayari. Mimi ngangari, munyabongo wa panzi. Mashabiki, hii mnayonanja wakifanya kazi mtuambie kwenye comment. Kwa nini maka sasa ujao? Nikunongoneze. Jeje anataka iPhone na ndani ana chupi moja. Eh, umesemaje? Nasita Kufundisha ukwanza, mi nikimuona mutu alinifundisha kama pombe na ukimjua unaweza mfaa eh, mi ndaweza mfungisha. Acha bwana lakini yeah, siwezi mujua.